Aya, kazi inaendelea, nimerudisha matangazo hapo. Nasema hizo nafasi bado zipo, kwa sababu watu ambao wanajitokeza kuziomba ni watu ambao hawana vigezo vinavyohitajika. Kwa hiyo kama una hitaji uh, hizi kazi uh, angalia vizuri sifa na vigezo vinavyohitajika uh, then ndio uombe yeah. Na kuna wamesema, kuna wengine wamesema kuna kazi waliomba lakini hawajapata majibu. Jamani, wale ambao wana kuna watu wanatumaga messeji za ajabu sana. Matangazo yanajieleza vizuri, we unatuambia, e unakuja hai nimeona tangazo. Sasa unataka ujibiwe nini? Kweli kabisa, hivi kweli? Yani tayari mtu anachoka kabla ataja kujibu. Kwa hiyo naomba mjifunze namna ya kujibu, uh, kuomba hizi nafasi, umeshaandikiwa listi pale Unasema umeona tangazo gani, linahitaji mtu mwenye vigezo gani, na wewe una vigezo gani ambavyo vina machi na hilo tangazo ambalo limetolewa, ili tuweze ku save energy na muda, tusianze kupotezeana time ya kujibu. Ukija kuangalia mtu, kumbe ni traditional anaomba kazi ya laki nane, mtu ni traditional a laki moja, anaomba kazi ya laki tano. Ya hakuna ubaya kuanzia chini kwa wewe ambaye huna vigezo, acha kurukia. Watu wengi nachokiona wanataka sana hela ambazo uwezo wao wa utendaji wa kazi ni mdogo, bado uko chini. Jijenge. Nilisema tena mara nyingi naongea kwenye video zangu hizi za wadada, kwa sababu ninatamani sana kuona sekta ya kazi za nyumbani inabadilika, mapinduzi kwa wadada wenyewe wanaichukulia hii kama professional. It means kwamba kama dada huko kwenye level ya chini kabisa ni traditional, kubali anza pale, lakini endelea kujiboresha, endelea kujijenga, ili uweze kufika kwenye nafasi za juu na wale ambao wako kwenye hizo nafasi za juu ni kwa sababu wameinvesti, wamewekeza muda wao, wamewekeza kwenye ujuzi, wamejifunza. Kwa hiyo hawapati hizo kazi tu just because wanapata. No, ni mtu ambaye amewekeza yani muda pamoja na training, amejitrain kufanya kazi vizuri, anajua kufanya kazi zote hizi kazi za nyumbani, whether amewekeza zaidi kwenye mapishi au kwenye housekeeping, au kwenye malezi ya watoto, lakini sio tu mtu anayekurupuka anakwambia, mimi bwana na uzoefu nimelea watoto wa dada wangu nimelea mtoto wangu nimelea nini, yani bla, bla, bla tu, yani vitu ambavyo ni shalo shalo, yani unaona kabisa huyu anachotaka ni hela tu, lakini ukweli kwamba anajua anachokinachoitafutwa au anachotakiwa kufanya Haji, yani hiyo hana habari. Na wengi wapo hivyo. Sasa mpaka mtakapoweza kushift mind, na hicho ndio kitu ambacho najaribu kuwasaidia sana, mkielewa. Watu wengi ambao wana shida za hela ni kwa sababu hawafocus kwenye mahitaji ya watu, hawafokus kwenye watu. Wanachotakiwa wanachohitaji kufanywa ni nini? Wao wana focus kwenye hela. Ukijinoa vizuri, yani hela zitakuja tu na hilo somo naona ni gumu. Ni rahisi kuzungumza lakini kwenye implementation ni ngumu sana. Watu wachache ambao wanawekeza kwenye ujuzi, kwenye kujinoa, kupata experience ya kuwa kuwa na kuwa, kuwa bora kwenye kazi zao, hao ndio watu ambao wanalipwa vizuri zaidi, na kwa bahati mbaya hao ni watu wachache sana ambao wako tayari kujitrain, kutumia muda, kwa sababu huwezi kutrain kwa siku moja, lazima you need time. Yaani ni kama mimi unaniona naongelea mambo ya wanawake hapa miaka na miaka, kila siku ukija, unaona interest yangu obsession yangu ni kuona wanawake wanajikwamua, ni ni kuona wanawake ni kuona wanawake wanawake wanaingia kwenye kwenye maendeleo, ni kuona wanawake wanatoka kwenye ukandamizaji, ukatili. That is my cause every day, every day. Kwa hiyo mpaka sasa hivi ukiona kuna namna eh, kuna namna nimejinoa eh, haijaja tu, si sikulala zikaamka nikaanza kuwa vizuri kwenye ishu za women empowerment. Eh, nikaanza kuwa na uelewa mkubwa kuhusu masuala ya wanawake, nimetreni for a very long time, nimetumia muda na treni, sio tu muda muda, lakini inaendelea kufanyia kazi kila siku, najifunza kila siku, nazungumzia na, na, na, na, na, na, na masuala ya wanawake, natafuta maarifa ya kujua wai, wanawake wako kwenye oppression kubwa sana kwa nini wanawake wako kwenye ukandamizaji mkubwa sana wai wai wai wai, na ndio hivyo, sasa hivi unaona nimeanza kuwasukuma sana nendeni kwenye uchumi nendeni kwenye uchumi, jitafutie kipato chako, anza pale pale ulipo, anza na kile kidogo uchonacho, ili uweze baadaye kuja kukua. Sasa mtu anataka aanzie juu, mtu anataka aanze na mshahara si wa laki nane, wa laki sita, wa laki tano. Eh? Wakati haku invest wanawake wengi investment yao kubwa ni kwenye kuenda kuwahudumia wanaume, yani wameandaliwa kuwa wahudumu wa wanaume. Yuko tayari, akiolewa anaacha karia yake anaacha kazi yake anaacha biashara yake anaacha Yaani anaacha ndoto zake, anaacha kila kitu, anaenda kukimbilia kwa mwanaume, anaanza kumsaidia mwanaume, kumpikia mwanaume, kumfulia mwanaume, kuhakikisha kwamba mwanaume anafanikiwa kwenye ndoto zake na yeye anabaki pale pale. Eh? Anajirudisha nyuma kabisa. Ha, hizo ndio training ambazo wanawake wengi wamepewa kwenye hizi mila na tamaduni zetu. So mimi nanisikia niko tofauti, tofauti kabisa. Kwamba no, mwanamke una ndoto, mwanamke una maono, mwanamke unatakiwa na wewe wakati mume wako anakuwa na wewe ukue, wote mnakuwa mnafika kwenye maendeleo pamoja eh? Hakuna mmoja abaki nyuma mwingine aende mbele, hapana. Hapo tuna mimi unanisikia kabisa, masuala ya usawa wa kijinsia kwamba wote tuna ndoto, wote tuna haki ya kusoma, ya kufanya kazi, ya kufanya biashara, ya kuishi maisha tunayoyataka wote tunastahili, wote tunata, tuna tuna wote tuna, tuna haki you know. So ukinisikia, hizo ni training nimefanya za kustadi. Kwa nini, kwa muda mrefu na stadi, kwa nini wanawake wanapata shida? Kwa nini wanawake wanabaki nyuma? Kwa nini wanawake wanateseka? Kwa nini wanawake ni nafanya. Kwa hiyo ninachokwambia, nakwambia kitu ninachokiishi, sikwambii tu maneno. Wadada wanavyokuja hapa, naona wako chini kabisa, ni mtu uwezo hana, lakini unaona namna ambavyo anatamani apate hela. Yani anataka sana hela, no taka sana ujuzi, taka sana kufanya kujiboresha, taka sana yani. Ukiwa bora ela zinakufata, ela zinafuata yani zinafuata value ukiwa na value, ukiwa na thamani ela zinakuja. Kwa hiyo wanawake, tutoke huku kwenye kuwe, kutanguliza miili yetu eh, kutanguliza miili yetu mbele kama kitu ambacho ndio cha kututoa kwenye umaskini. Hapana, hapana, no, no. Hata actually neno la Mungu alituelekezi hivyo. Mungu ametupa kazi Ametupa akili, ametupa mikono, ametupa... tufanye kazi ya? tufanye kazi halali ya? Tutumie vichwa vya juu, vichwa vya juu, vichwa vya juu, vichwa hivi, vichwa vya juu. Wanawake, tusitumie vichwa hivi vingine hivi. Kichwa cha huku juu ndio kitangulize, then mwili wako baadaye utafata na utaenjoy, na mwili wako utaupumzisha sana. Lakini utakapotumia kichwa kingine utauchosha mwili wako sana sana sana ni endelee kusema tu na kusisitiza kwamba kazi yangu ndio hiyo ya kuwasaidia wanawake waweze kuwaza tofauti na walivyofundishwa na mila na tamaduni, kwa sababu mila zetu na tamaduni nyingi zimewafundisha wanawake kutegemea mili. Yaani, watoto wako shule wanaenda, wako vyuo wanasoma, lakini fokasi yao kubwa ni kutumia mili yao. Fokasi yao kubwa ni kutoa miili yao. F focus yao kubwa sio kutumia vichwa vya juu, ni kutumia vichwa vingine. So mwisho wa siku ni udhalilishaji wanaokutana nao, ni ukatili, ni yani, ni aibu, ni fedheha. Ehe, hata wale ambao hawajaumbuka hawajaumbuka kwa levo hizo ambazo labda wanadhalilika wengine, lakini still ndani yako you are not happy. That is not sio kitu ambacho Mungu wetu anataka uishi kwa kukitumia. Kwa hiyo utaishi tu kwenye maisha ambayo una, unaona kabisa yani hauna furaha ile ya kweli. Kuwa na furaha ya kweli, mtegemee Mungu, tegemea akili ambazo Mungu amekupa za hiki kichwa, jitreni kufanya kazi kwa ubora, and then fanya kazi za halali. Utaona utakavyokuwa na furaha, utakavyokuwa utakavyokuwa na amani na utaridhika na maisha ulio nayo utaridhika na maisha you think kwamba kuna vitu na kipata kitu fani utakuwa na furaha no, ni kwa sababu bado hujajitambua vizuri. Ukijitambua vizuri na ukamtanguliza Mungu wako mbele, hakuna kitu ambacho utakuwa unahangaika nacho, especially ambacho huna uwezo nacho, na kutumia njia ambazo sio sahihi kwa sababu ya kupata. No, hautafanya hivyo bali utamtanguliza Mungu mbele, utafanya kazi za halali na kila kazi utajivunia kazi utakayokuwa, hakutakubali mtu adharau kazi yako, alimani ni kazi ya halali, inakupa ugali wako, utaiheshimu na itakupeleka ngazi moja kwenda nyingine moja kwenda nyingine. So karibuni sana karibuni.